Ndiyo, wanawake wengi hujikuta tayari wana changamoto ya kutokwa na harufu mbaya ukeni bila kujua chanzo cha tatizo hilo. Sasa leo hii nakuja kukupa baadhi ya vyanzo ambavyo vinaweza vikawa ni vyanzo vikuu vya wewe kupata changamoto ya harufu mbaya ukeni. Kwa maana uke, jinsi ulivyoumbwa, umeumbwa kuwa na harufu yake natural, ambayo ni nzuri ambayo huvutia kwa kila mwanamke, kutofauti na tofauti kutokana na aiba zao. Sawa, sasa hapa tunaenda kuangalia, tunasema hivi, mwanamke, vyakula unavyokula inaweza ikawa ni mojawapo ya tatizo au chanzo cha wewe kuwa na harufu mbaya. Maana yake vyakula vile unavyokula vikishafanyiwa digestion sawa, inaweza ikawa ni chanzo cha jasho na kadhalika na kadhalika, sawa. Ila chanzo cha pili au tatizo la pili ambalo linapelekea hii hali kutokea kwa mwanamke ni pale ambapo tunasema mwanamke huyu anakuwa ana tatizo la la la, la mvurugiko wa hormone sawa. Hapa tunaangalia hormone ya kike ambayo inajulikana kama estrogen, Hormones, kwa maana kwa kutokea iwali upelekea hata ukavu ukeni. Kwa hiyo utakuta hata zile zinashindwa kuzalisha majimaji ambayo majimaji haya husaidia kulinda baadhi ya maeneo ukeni na kufanya kazi mbalimbali hasa mbali, hata wakati wa nini wa tendo la ndoa. Ila sababu nyingine tunasema ni kutokana na mashambulizi na vimelea mbalimbali sawa, kama klamidia sawa, fangasi. Hivi vyote hupelekea, ila sababu nyingine ni UTI sugu, ambazo zinajirudia mara kwa mara. Haya yote yanaweza yakawa ni vyanzo vikuu vya wewe kuwa na harufu mbaya ukeni. Kwa hiyo kwa hiyo ya...